Maguru oye. Oye Fagasoni oye, oye. Samia oye. Oye kama wote tunawapenda, pendeni hivi Samia Fagasoni Maguru Samia Fagasoni Maguru Samia Fagasoni Maguru Samia Fagasoni Maguru Mgaya oye, oye. Ndugu mwenyekiti leo tarehe moja ya mwezi wa kumi tuko hapa Mgaya kwa ajili ya kunadi ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa wananchi wa kata ya Lugunga na kijiji cha Mgaya. Asubuhi tumeanza kwenye mgodi wa Mgandu. Mgandu oye, oh yeah. Lakini baadaye tuko hapa na tukitoka hapa tutaelekea Kakumbi. Ndugu mwenyekiti Mwaka elfu mbili na ishirini tulisimama hapa Mgaya, tulikuja kuomba kura za chama cha mapinduzi, na kwa haki ya Mungu wana Mgaya tunawashukuru kwa kura mlizotupatia elfu mbili na ishirini. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kazi yetu chama cha mapinduzi ni kuhakikisha tunaleta maisha bora kwa Watanzania na nyinyi. Ili tuyafanye hayo, kazi yenu nyinyi ni kutupatia kura za kutosha tarehe ishirini na tisa ya mwezi huu wa kumi. CCM moye. CCM oye upande wa elimu tunatambua bado tunalo deni vipo vyumba vya madarasa vya nguvu ya wananchi kwenye mpango wa ilani vipo vyumba vya madarasa vinavyoenda kukamilishwa na hapa vyumba viwili vya, vya mgaya tunaenda kuvikamilisha kwa kiwango kile kile tulichokamilisha madarasa mengine tunaenda kuweka vyoo tunaenda kuweka marumaru paka na madawati piga makofi kwa chama cha mapinduzi ili tuyatimize hayo, kazi yenu ni moja tu, kujitokeza tarehe ishirini na tisa kwenda kuchapa kula nyingi kwa Daktari Samia, kwa Fagasoni na kwa Maguru. CCM oye! Mgaya oye! Ndugu mwenyekiti, tunalo changamoto pia hapa Mgaya, kuongeza mawasiliano. Hapa Mgaya unaweza kukutana na line fulani haikamati mtandao. Kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na thelathini tunaenda kuondoa mwananchi kubaki na laini moja. Tunahitaji mwananchi kama nazo laini nne zote zifanye kazi kwa wakati mmoja, kuondoa usumbufu wa kuchomoa laini na kuweka laini. Tunahitaji laini zote zikafanye kazi. Tupigieni makofi zati. Yeah. Tuna dhamira zetu sisiemu oye. Ili yote hayo tunayoahidi kwenu tukayatimize kazi yenu ni kutupatia kula ya ndio. Kwa nini nasema kula ya ndio? Sisi Chama cha Mapinduzi tunahitaji kula yako ndugu mwananchi, kula ya ndio tarehe ishirini na tisa, kula ya ndio kwa Daktari Samia, kula ya ndio kwa Fagasoni, kula ya ndio kwa Maguru. Sisiyemu oye, tunayo mgombea wetu Fagasoni Aroni Masasi, ana moyo wa kipekee ana moyo ambayo mpaka mimi najiuliza, Mwenyezi Mungu anijalie hata robo ya moyo wangu, niseme nisiseme, katika kuhakikisha vijana kama tunaoona hapa wanapata pesa na kujikimu kwenye maisha yao, mwaka elfu mbili na ishirini na tatu alianzisha miradi kwa vijana ya kufyatua tofari, akaleta mashine na vijana wakaanza kufanya kazi lalio tulizindulia pale mboga. Tumpiga makofi mengi sana kwa kazi kubwa anazozifanya. Huyo ndio mgombea ambao leo tumekuja hapa kumwombea kura. Tunatambua maandiko matakatifu, Mathayo saba mstari wa kumi na sita anasema mtawatambua kwa matendo yao. Tumeshamtambua kazi yetu, wanamgaya, siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi huu tukapige kula nyingi sana kwa Fagason Aaron Masasi. Nataka niwaambie wanamgaya, maandiko matakatifu yanasema Ufunuo tatu mstari wa kumi mpaka kumi na mbili kwamba shika sana ulichonacho asije mtu akatoa taji lako. Tuwashikie sana wawagombea Fagason Aaron Masasi, Enoka Maguru na mgombea wa uraisi wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hasani, siku ya tarehe ishirini na tisa tukawarundikie kura za kutosha, mistari iwe mirefu kiasi kwamba wanatuletea maendeleo, tuwashangilie kwa, kwa makofi mengi sana mtoto wetu Fagason, alo ni masasi mkingwa. Tarehe ishirini na tisa, unapokwenda kupiga kura utakuta picha yake pale usipoiona utaona jembe na nyundo, utaona alama ya kijani telelaga hena, kwa maendeleo ya Wanambogwe, kwa maendeleo ya Kakumbi. Kakumbi, ndugu hey, zangu, wana Kakumbi, naomba niwaambie jambo moja. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassani anawasalimia sana. Niwaombe jambo moja, Mwendelee kukiamini Chama cha Mapinduzi kwa sababu chama hiki ni kikubwa, lakini mmempata Fagason Aloni Masasi kwa wakati sahihi kwa muda sahihi. Tujipigie makofi kwanza. Nafahamu watu wa Kakumbi nataka mniagiza, si ndio? kamito mango mtumajironariwaa aya watu wa Kakumbi nafahamu Tunayo ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya ishirini ishiri na tano, lakini tunayo ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya ishiri na tano thelathini. Inayo mambo mazuri, mwambie jirani yako. Ilani ya ishirini na tano thelathini inayo mambo mazuri, mwambie jirani yako. Mambo mazuri yanakuja haya, ndugu zangu, wana Kakumbi na kata yetu hii ya Rugunga, mimi kama nilivyotangulia kusema mimi ni mtoto wenu, lakini mimi natamani mnitume nikawasemee bungeni. Najua shida mlizokuwa nazo, mnazo shida nyingi. Mna changamoto za afya, mna changamoto za shule, mna changamoto za mabarabara, mna changamoto za umeme, mna changamoto za maji, si ndio? haya Niajirrekuuli tarehe ishirini na tisa na kaka Maleta aya wangapi watampa kula Fagasoni? Masasi ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya ishirini ishirini na tano tunayo barabara yetu inayotoka Masumbwe yenye kilometa mia moja na mbili itakayotoka Masumbwe kwenda makao makuu yetu. Makao makuu si mnaifahamu jamani? Kasosobe si ndio? Pale Mbogwe, ikitoka Mbogwe naenda Lulembela, lakini ikitoka Lulembela tunaye mbunge wetu Temi, yeye yuko Katolo, ataipeleka mpaka Katolo, kilometa mia moja na mbili za kiwango cha lami. Kwa hiyo hapa Kakumbi lami na pita, ili tuondokane na vumbi, wakina mama wakina baba watizotoruroma vumbi. Piga makofi kwa Chama cha Mapinduzi.